Mama ibarua, ina ukweli gani ndani yake? Inahusu nini? We angalie, kisha utanipa majibu. Ehe baba. Wewe bwana, leo nimekukuta, yaani hapa leo nilimekuja kivingine. Kila siku nakuachia, nakuachia na kuachia, kila nikija sikukuti. Nataka pesa yangu au kabati langu, nilishakusamea muda. Ni kweli baba, umenisamea. maisha ni safari ndefu sana na baba alituambia hilo naweza kutaniana siku hizi. Oya, yani, usiku mzima uko huko ndani mwangu, alafu sasa unanipa hela kipuuzi, hela kijinga kabisa hii. Naomba ongeza hela, yani kabla sijakuharibia hapa, kabla hujatoka unazomewa. Naomba ongeza hela hii. Mwenzio unadaiwa tena. Nadaiwa kausha damu mimi, yani kausha damu imejua kunikausha kila siku. shilingi hizo elfu nne hapa situnalipa elfu ishirini. Kwa hiyo unachukua elfu kumi na tano kwa siku. Hivi mama, ina maana hapo umefanya gesti tena. Hii barua inakuligani ndani yake <laughs> inahusu nini? We angalie kisha utanipa majibu? Kwani wewe si umeisoma hii barua wewe? Wewe umeitoa wapi? Nyumbani nilikuta nayo. Papi vipi? Mwanangu mbona unapenda kumtafutia matatizo wewe. Ehe, baba we, bora leo nimekukuta yaani hapa leo nilimekuja kivingine kila siku nakuachia nakuachia na kuachia kila nikija sikukuti. Nataka pesa yangu au kabati langu. Nisikilize basi, unajua sio kwamba sitaki kupa kabati lako, lakini nimebakiza kulipiga msasa tu. Naomba wiki hizo mbili tu nikamilishe kila kitu, nipige msasa, nipake vanish na nini, kabati liwe tayari nikupe. Nini? miezi sita yote umekaa na kabati langu hujarudishia, sasa hivi unaniambia nikupe wiki mbili? Hizo wiki mbili nataka kurudisha. Nimekwambia hivi, nataka kabati langu, sitaki maneno wewe, unaniona mimi toi hivi, unanichukuliaje? unanichukulia poa poa poapoa eh? Zoro, nojemi, au hizo hela unajua mimi nimezipata kwa njia gani? usiniletee upumbavu. Nimekwambia nataka kabati langu au nipe pesa zangu. Mimi nilipata matatizo kidogo ya kifamilia, kwa hiyo ni sikuingia kazini kwa siku kadhaa, lakini nakuhakikishia hizi wiki mbili unazonipa zitopotea bure. Nitahakikisha nimekamilisha kabati lako na uje uchukue. Wiki mbili tu naomba we baba. Huelewi Kiswahili au unaongea Kichina? Nimekwambia nataka kabati langu. Kumbe unijui vizuri. Sio anatumbulia macho kama fundi saka apoteza nati. Nimekwambia nataka kabati. Paka msasa niondoke nalo. Liko wapi? Mbona lionekani? Tafuta piga sijui msasa, sijui ndo kupaka, sijui nini. Paka nipe niondoke nalo. Uwezi nipe pesa yangu. Sasa nisikilize. Kesho asubuhi niko hapa. Ninakuja na mambo haya. Unipe kabati au unipatie pesa. Na usiponipa nikaja tena naandatea Kiswahili, nitakuonesha cha mtema kuu. Hivi unajua wewe ni bado mdogo? Kwani kwa babako si unapata mahitaji yote? Aya, hivi vitu vingine kwenda kuvikuupua vya kazi gani? Vya nini vinakuhusu nini we, mtoto? Najua mama. Ila kuanzia sasa, ninachotaka kusikia ni jibu moja tu. Hiyo barua ina ukweli au ina, ina uongo ndani yake? Wewe usitaki kunivuruga mimi akili yangu. Ukweli gani unaotaka kujua wewe? Wewe kwa babako si unakula? Eh? Si unakaa vizuri? Au mapenzi upati pale? Eh? Si kila kitu unapata? Haya unataka kujua nini? Mbona unataka kurupua mambo mengine ambayo hayakuhusu wewe? Vitu vingine vya kazi gani kuvifuatilia? Eh? Hebu nitolee hapa ujinga. Mama. Mm -hmm. Najiona leo nimebaki bweke mapenzi kusubiri. Nimekuwa ndondoja na sijui nitapona lini. Kujishusha kwangu ni thamani ya nini?

Eh, nipo mitaa karibia na kwako ah, ah, wewe kila siku nakuelekeza ukitaka kufika nyumbani kwangu ni cheki kwanza hata e, kama umenipigia nilikuwa sipokei, we unashindwa hata kutuma meseji? Kwani meseji mimi sizisomaji? Mara ngapi wewe unatuma meseji zako naziona? Sawa sawa, samahani. Wewe upo wapi kwani? Ah, wewe mambo yako ya Kiswahili, yaani wewe umekaa kishwarishwarishwari we, mswahili. Hamna uswahili jamani, hebu nisikize basi. Na mimi naomba tuonane. Haya, mi uko nyumbani, unapoenda mimi sipo. Kwa hiyo saa hivi uko wapi? Si eh, nimekwambia nipokaribia na mitaa yako huku, kila siku nakwambia ukitaka kuja nyumbani kwangu toa taarifa. Sawa, samahani mamangu. Haya, poa. Mimi mwenyewe niko maeneo ya huku huku, sawa Ah, nisubiri hapo hapo, mimi mwenyewe niko maeneo ya hapa hapa nakuja eh. Abi, unajua katika maisha sisi ni binadamu, kuna kukosea, pia nami mpaka nimekufuata hapa basi, ujue nimejua kosa nini. Ndio maana nipo hapa kwa jili ya kuomba msama. Ni kweli nilikuwa naguzia haki, sikuheshimu sionyeshi so upendo wote na kukijeli na kutumikisha kazi ikuwa linakubali, lakini leo nimetambua makosa yangu, maana niko mbele hapa kwa ajili ya kuomba msamaha. Nashukuru kwa kujua hilo rafiki yangu, kwamba umekubali kwamba umekosea maana yale manyanyaso ulionifanyia ni mengi sana. Umenitesa, eh? Umenikejeli, umenidharau kujua thamani yangu mimi kama familia yako kama rafiki yako. Ulijijali wewe na kuniona mimi si kitu katika maisha yako. Kila mimi kama kaka yako nikakaza moyo nafsi yangu nikaituliza, umeona, sikutaka hata kumwambia baba iki kitu nilikaa kimya, ila leo hii umenifata mdogo wangu, umelijua kosa lako. Hiyo kweli, namshukuru Mungu kwanza, na mimi nilishakusamehe muda tu, nilishakusamehe muda. Ni kweli, Papi, umenisamehe. Maisha ni safari ndefu sana, na baba alituambia hilo. Asante sana kwa kwakunisamehe, leo ndo nimeelewa kwamba utu ni nini Samani ya kitu ni nini, hata kama uwe na pesa uwe na magari, lakini upendo, utu na kusamini ndo inaweza pia ika kufikisha kwenye malengo. Nimeelewa na najua kabisa maisha ni mlima. Kwa hiyo mimi niliteleza kupanda huo mlima, lakini sasa nimeelewa nini maana ya maisha, na sasa tutakuwa pamoja bega kwa bega, ili kushikiliana katika kila kazi. Bwana mimi niko hapa naangalia angalia ka kampira hapa maana kuna mchezaji kanifurahisha kweli yani. Mpira huu unaangalia wewe. Sasa hivi unapenda mpira. Basi tuende kuchekea kwa sababu unajua huyu mchezaji ilibidi aende timu nyingine ile tondo hivyo ame fanya vice versa. Unajua tena unafiki mwingi. Namshangaa tu ile Amidi akucheza ile nafasi ya juu. Yaani unajua Amidi kinachomponza miguu mnyuma. Ndio maana yani kula kwa kati kitambi nini kinachomponza. Hata hivyo uchogo, rafiki yangu. Eh. Nzuri sana. Ah. <laughs> mi nilishakuelekeza mara zote, mume wangu mimi yule mkorofi, yani mkorofi chapombe, mkorofi hasa chapombe. Amevurugwa na zile pombe zake hivi, imagine siku moja aje kukamata wewe, akukinde kwanza uwelewe, maana wewe, akili yako rahisi bado. Siku ile katukuta pale, katupita tu, anakuchola kwanza, anakuvutia saiti, mila wenyewe wanasema Siku atakukamata ataku kwanza banzi moja, utashangaa wajishauwe. Yaani mimi mwenyewe tu mwanamke wake wa ndani, lakini <laughs> lakini we baba wewe, na kuhurumia ule mziki ule moto moto hasa, nina nakusii kwa sababu moyo wangu kidogo ushaanza kukupenda, moyo wangu unavutika na wewe. Nishakwambia mara zote, tafuta location tunaitana njoo, si msizipo mawasiliano haya. Tumekaa sehemu kama hii, tumepungukiwa nini, hmm? wesharobalo vipi, wewe unatambinu kichwani, niulize ah. Mimi enzi za ujana wangu, twachane nayo. Kiukweli niongee tu ukweli kutoka ndani ya moyo wangu. Yaani mimi silali mwenzio na kuwaza mbali na kukuwaza, yani moyo wangu shaanza kukupenda yani, sio nimekusha kukupenda, uh-uh. Yani nimeanza kukupenda, yani unajua eh? Navutiwa, vutiwa sio, umeelewa? Nakupenda. Nafurahi kusikia hivyo, maana naona kama kuna mwangaza unaanza kupatikana, yani kama kuna siku umenifurahisha, leo umenifurahisha mara zote ambazo tumekutana leo mwongea point sana, hmm. Hilo ndio nilikuwa nalisubiri. Lakini mwenzio, mi na masharti utayaweza, sio magumu ila utayaweza shoga yangu, yani mimi ndo naona kabisa inaenda kunishinda yani, inanishinda. Yani huwezi kuamini mwanaume, umetoka alivyoondoka jana asubuhi mpaka muda huu hajarudi. Yani toka jana, atujara usiku, atujara mchana, atujara. Ninavyokuambia hivi, mwanangu ndo nilimpa uji tu. Yani kiukweli nimechoka, huyu mwanaume anamtesa kiukweli yani <laughs> bado hujasema Hivi? Wewe mazi una matatizo gani? Wewe ni mzima kweli? Bwana hakutaki. Mama Alvin utakufa ndugu yangu. Yaani utakufa. Kwa upe hivi tunaona. Na unakufa wewe kwa njaa, alafu tunaenda msibani dada tu shiba eh? Asubuhi chai na vikokoto, mchana pilau la nguvu. Tena shoga yangu ni talila, sababu ni ujinga wako. Na usiku dada, nacho tali pilau langu kwenye kirambo, ndani nakuja nakana tulia nakula. Kwa sababu hayo ni ya kujitakia. Wewe hapo ambacho ukioni hapo ni nini, kama ndoa imesha kushinda. Yaani wewe hapo ndo inabakia tu unalazimisha ndoa, lakini ndoa imesha kushinda. Mm da. Ndoa haipo pamoja na wewe. Halafu usipokuwa makini yule mtoto mtamtoa, yani mtamtoa kiriba tumbo. Mzo mtamtoa kiriba tumbo yule. Yaani mtoto kwa tajana mchana alivyokula paka saa hizi. Usiku imepita hola. Mpaka saa hivi mtoto anategemea maziwa yako. Wewe mwenyewe unachokula hakieleweki. Mama Alvin. Mama Alvin. Eh. Masharti yangu yako hayo manne tu, sio mengi, manne. Sharti langu la kwanza, bibi mie leo natamani nito yao ti fulani, yeah? chipsi kavu zilizokaushwa yani kaukau, kuku iliyokaushwa yani yaani eh? pilipili, chumvi nyingi, kachumbari kwa mali <laughs> Jambo langu la pili kama wewe mwenyewe unavyoelewa. Yule muha yule wa kidaftari wa siku ile kwa ameniambia anapitia kila siku bukubuku, nami kila siku mm. na leo naishi atapita nyumbani kila siku mimi mm. Hilo limeisha. Jambo langu la tatu, mwenzio, nadaiwa tena nadaiwa kausha damu mimi yaani, kausha damu imejua kunikausha kila siku shilingi hizo elfu nne kila siku nipeleke elfu nne marejesho elfu nne Kama unavyojua mimi sina biashara ya kufanya, sina shughuli yoyote yani madeni yako hapa, nisaidie. Unanielewa? Jambo la nne hilo, tumeingia kwenye mahusiano, nimekukubalia, lakini bado niko kwenye uchunguzi mwenzio bado natakiwa nikuchunguze, nikuchunguze, nijue umekuja kindakindaki au umekuja kwa kuingia na kutoka. Maana mimi mwenzio, na watoto na watoto wangu hawajafikia kimo hicho cha kusema wakubwa, bado wadogo wadogo. Haiwezekani leo namtambulisha baba mlevi, kesho baba wewe, kesho kutwa anakuja baba mwingine, inakuwa uongo kio. Lazima nikuchunguze, nikufanyia uchunguzi ili uingie kwenye mstari kama inawezekana tuishi pamoja, bwana, huyu ndo baba yenu. Ndoa yapo tunayo na tunatamba nayo jini. Maisha si yanaendelea sasa. Aoni kama mi nitakuwa nimekamilisha mambo yako yote, yani nitakuwa nimeshamaliza kila kitu, afu unasema unaendelea kunifikiria. Mbona kama sapo unanionea? Basi sikiliza, wewe baki na mambo yako, nami nafanya mambo yangu. Ngoja unanikwaza mi, mambo ya Kiswahili mi siyapendi, sitaki hata kuyasikia. Sasa pigo gani hizo tunazoleteana? Ah, unasema unataka kula nini? Vile nataka chipsi kuku. Habari yako salama? Habari zenu Sasa hii hapa ni kwa ajili ya chumba mm -mm, mm -mm, naomba changanya hela hizo, sinipangia mafungu mafungu, mi mwenyewe najua matumizi yake Basa. hii hapa pia ndo ya kwako, tumeweza kutania na siku hizi oya, yani usiku mzima uko humu ndani mwangu, alafu saizi unanipa hela ya kipuzi, hela ya kijinga kabisa. i naomba ongeza hela, yaani kabla sija ya kuharibia hapa Kabla hujatoka unazomewa. Naomba ongeza hela hii, sikiliza, maneno yasiwe mengi mona. pesa yako hii hapa, sawa? yaani hapa mimi na wewe tushavali sana baba. Mungu akubariki, katafute nyingine uje unipe. Yaani naweza pia urudi amani kabisa na unaweza ukaenda, mi hata sina noma na wewewewe we. Utakufa vibaya na kuhurumia haya. Jamani mwena, siku njema wewe. Basi tunalipa elfu ishirini kwa unachukua elfu kumi na tano kwa siku, ina maana hapo. Hey, poumepafanya gesti tena weka hapo hapo. Babu mjini mipango hupo, waendelea tu kujizamika. O, sijui sijui sijui, wenzako ndo hivi tunaishi, tunakula, tunalala usiku mmoja tu, wale sijatoa jasho kivile. Yani jasho langu mimi nimetoa mpata arobaini na tano, we walitoa bure, washinda njaa, walala njaa. Kwa hiyo hapo tunafanyaje sasa? Shoga yangu hela ndo hiyo, ipi na nani tu wangapi? mimi na nani Shoga yangu hulampi, yaani hata mia tano ya kumla mtoto sikupi, kwa sababu huyo ni ujinga wako. Shangamka bibi we, yaani hela yangu mwenyewe metelajasho mwenyewe, tuwanze kupangia mahesabu wote we? Kuweza na nanyii nanyi nini? Umbea tu hapo mlipo toka lini mkaja kuosha vyombo hapo? Mmesikia milio jana usiku, mkaona nginje nginje tu, tukamwangalia natoka asubuhi, nani mshamuona? Haya, malizeni kuosha vyombo mwondoke nyo. Umbea tu msofanya, yenu mwajifanya kama haya mageni, wakati nywe enyee ndo alimu. Tukisema tuungamane huko kwenye vikao, tunakutana huko huko chefu. Nendeni

Kiapo tusivuruke penzi, mapenzi ganda robo banduka ndoee, ulinamia tupenane mpaka tufikie enzi. Nilikufanya chanda chema, kumbe nyuma na wengine.